Baada ya biashara zao za muguka na miraa kuathirika kutokana na marufuku katika kaunti za Kaskazini Mashariki, jamii ya Wameru wanaoishi katika kaunti ya Garissa wamekutana kujadili mustakabali wao, wakiwataka viongozi wao kufanya mazungumzo na kaunti ili mas, maslahi yao yashughulikiwe. Jamii hiyo inalaumu viongozi walio mamlakani kwa kukosa kuwajibika, wakati wanachama wao wanapokumbana na shida za kiusalama na wengine kupoteza maisha yao. Kwa miezi kadhaa sasa biashara ya miraa imekuwa ikipitia changamoto nyingi baada ya kaunti hizo kuongeza kodi na bidhaa hiyo maradufu na kufanya mazingira ya kufanya biashara kuwa magumu. Watu wametezeka kibiashara, tumedhulumiwa sana pande ya security pia kama Wameru kibiashara zetu mali tunafanya kazi, tunapata shinda mingi sana na hiyo muda yote tumekaa. Ndio sababu kama Meru community wamekaa chini, wakasema tafadhali, wacha tukae tukutane, ndio tuunde serikali nyingine mpya ambaye itatupea mwelekeo kama jamii ya Omeru, mtoto wa kimeru amekosa hata basari. Hakuna hata mmoja amepewa basari. Kazini kwa ofisi hakuna hata meru anapewa kazi. Hakuna hata hii madhenge yenye tulikuwa tunafanya hii community. Hakuna kitu wamepata. Tunasema hii uongozi yote wakubwa wetu wa, wa, wa kimeru wametuweka wa chini. Kuna watu wana biashara zao wasiendelei, wanaporo wengine, wale wako mabula mbalimbali, wengine wale watoto wetu wameajiriwa, wanadhulumiwa hawalipwi pesa zao. Mmeru anaandika mmeru mwenzake, anamwambia amemwibia pesa yake ati hapa, anampeleka mpaka kotini, anaenda anausha shamba yake ile iko Meru.